Wananchi lenye la jinadi kwa habari inayosema JPM afyeka mishahara ya vigogo, asema wanaojilipa shilingi milioni 40 watakatwa hadi kufikia shilingi milioni kumi na tano ambazo uh, zitahamishiwa kwa wanaopata kima cha chini, lakini natangaza kushusha kodi ya mshahara na kuwa tarakimu moja katika bajeti ijayo. Uh, ukiachana na habari hiyo, ukurasa huu wa mbele kuna picha inamwonyesha Rais John Magufuli na mkewe Janeti wakijipatia chakula cha mchana kwenye mgahawa wa Victoria uliopo nje ya uwanja wa ndege wa Mwanza kabla ya kuelekea nyumbani kwake Chato mkoani Geita kwa mapumziko mafupi a, lakini pia aliongozana mwenyekiti wa CCM wa Mwanza Anthony Diallo, mkuu wa mkoa John Mongela, mstaiki mea wa jiji James Bwile na mea wa Ilemela Lenatus Mulunga hiyo ni habari picha, lakini kuna habari nyingine. Marekani yaipoka uh, yaipoka Tanzania ya shilingi trilioni moja. Uh, lakini pia serikali kununua ndege mbili meli. Ukiachana habari hiyo, serikali yakemea watu wanaopiga madaktari. Waziri Kitwanga mrema wagongana kuhusu ulinzi. Uh, lakini kauli ya Dr. Ruteng, rutengwe yazua ya mjadala kila kona. 750 kugundulika mishahara Hewa. Hili ni gazeti la Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele, ndivyo ambavyo linavyojinadi. Kurasa zake za ndani, ukurasa wa pili, Marekani yaipoka Tanzania ni mwendelezo wa habari kutoka ukurasa wa kwanza, lakini imepewa kipaumbele pia ukurasa wa pili na watatu. Ukurasa wa nne, Magufuli afyeka mishahara ya vigogo, serikali kununua ndege mbili meli, lakini Magufuli atoa ofa ya soda kwa waliompokea ukiachana habari hiyo, ukurasa wa tano, serikali ya kemea wanaopiga madaktari, uh, lakini kortini kwa kutumia jina la waziri mkuu utapeli. Hayo ni baadhi tu yaliyojiri katika gazeti hili katika kurasa zake za ndani. Habari Leo lenyewe laandika serikali yaipuuza Marekani, yasema ilishajiandaa siku nyingi bila msaada wao, yasisitiza kila mmoja kulipa kodi ili kujitegemea. Lakini pia ukurasa huu wa mbele kuna habari picha, inaonyesha rais wa jamhuri, Rais John Magufuli akibadilishana mawazo na mwenyekiti wa CCM mkoa wa Mwanza Anthony Diallo uh, pamoja na mkuu wa mkoa huo John Mongela mea ile wa Ilemela Lenatus Malunga na mea wa jiji la Mwanza James Bwire, lakini pia wa, ni wakati ambapo walikuwa wakipata chakula cha mchana katika mgao wa Victoria uliopo nje ya uwanja wa ndege wa Mwanza. Ukiachana habari picha hiyo, ukurasa huu wa mbele, Habari Leo laandika uhakiki wa baini wa fanyakazi hewa 1680 walikuwa wakilipwa shilingi bilioni moja nukta nane mmoja TRA alipwa mishahara ya watu kumi na saba. Lakini pia ukiachana habari hiyo, wabunge wa mchokonoa Magufuli vibali vya sukari uh, ukiachana habari hiyo, wizara ya afya imefuta mashirika yasiyo ya, ya kiserikali 109 uh, nchini kuanzia leo. Wanne wamefikishwa kotini kwa kujifanya waziri mkuu na kujipatia fedha Hili ni gazeti la Habari Leo gwiji la habari katika ukurasa wake wa mbele, ndivyo inavyoonekana kurasa ukurasa zake za ndani. Ukurasa wa tatu, Magufuli atua kwa kishindo Mwanza, ni habari kutoka Mwanza. Lakini balozi Seifu ateuliwa bado kitendawili, makamu wa kwanza, ni habari kutoka Zanzibar. Wa wanne koltini kwa kujifanya waziri mkuu, ni mwendelezo wa habari kutoka ukurasa wa kwanza lakini ukurasa wa pili uhakiki wa baini wafanyakazi hewa elfu moja mia sita na themanini. Ukurasa wa nne wawakilishi kuanza vikao kwa kumchagua spika ni habari kutoka Zanzibar. Mwanamke abambwa na meno ya tembo ni kutoka Morogoro, lakini Makonda ahimiza utumishi bora. Ukiachana habari hiyo, walimu waongoza kwa mishahara hewa Kilimanjaro. Ukurasa wa tano milioni kumi zatolewa kujenga kituo cha polisi Chanika kesi ya masamaki Aprili 24, lakini nauli mabasi ya haraka kutangazwa karibuni. Ni baadhi tu yaliyojili katika uh, baadhi ya kurasa za ndani za gazeti hili la Habari Leo. Gwiji la habari Majira, gazeti huru la kila siku, lenye laandika Marekani ya mwadhibu Rais Dr. John Mag Magufuli, uh, yasitisha msaada shilingi trilioni moja Tanzania yaondolewa katika orodha lakini yadaye ukiukwaji demokrasia, sheria ya mitandao, wanaharakati watoa wa matamko. Lakini ukiachana habari hiyo, NGOs mia moja na tisa za futwa rasmi. Lakini harambee hewa yatafuna mamilioni ya serikali, watumishi hewa watumbua shilingi milioni mia moja na tano kwa mwezi. Sumatra ya watia mbaloni wamiliki mia moja na tano wa daladala lakini kamati yaomba serikali kutoa vibali vya sukari. Haya, hili ni gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, katika ukurasa wake wa mbele, kurasa zake za ndani, ukurasa wa tatu, Sumatra yawatia mbaloni wa miliki mia moja na tano wa daladala, ni mwendelezo wa habari kutoka ukurasa wa kwanza. Lakini waziri umi kuchukua hatua kwa wanaokiuka misingi Kamati yaomba serikali kutoa vibali vya sukari. Lakini ukurasa wa tatu huu, kuna picha inayomwonyesha waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi William Lukuvi akizungumza na baadhi ya wakazi wa jiji waliofika kupata huduma za ardhi katika kituo cha huduma kwa wateja wizarani hapo, Dar es Salaam, jana. Ukurasa wa pili. Watumishi hewa watumbua shilingi milioni mia moja na tano kwa mwezi. Askari zimamoto wanusurika kipigo, ni habari kutoka Shinyanga. Dkt. Magufuli aagiza barabara ifunguliwe. Huo ni ukurasa wa pili. Ukurasa wa nne, Marekani ya mwadhibu Rais John Magufuli, ni mwendelezo wa habari kutoka ukurasa wa kwanza. Ukurasa wa tano, Tanzania kuwaiti za saini mkataba wa anga. Ni katika gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Sauti ya Jamii, Jambo Leo lenye laandika uhakiki wachelewesha mishahara serikalini, baadhi ya wa, uh, wa watumishi uh, walipwa bila kuhakikiwa, lakini Tanzania ya kubali adhabu ya Marekani. Ukiachana habari hiyo, ukurasa huu wa mbele, wahadhiri matatani kwa milipuko kuteka ndege. Ukiachana uh, habari hiyo, pia tutaendelea kuwatandika Al Shababu yasema Kenya, ni habari hiyo kutoka Kenya, lakini umekiwa ukipombee katika ukurasa huu, ukura wa mbele. Ni gazeti la Jambo Leo hili katika ukurasa wake wa mbele kurasa zake za ndani, ukurasa wa pili na watatu kuna habari inayosema uhakiki wachelewesha mishahara ya serikalini. Lakini ukurasa wa nne, Tanzania yakubali adhabu ya, ya, ya Marekani. Ukurasa uh, wa tano, wahadhiri matatani kwa milipuko kuteka ndege. uh, kunahitajika ulinzi na uangalifu mkubwa katika viwanja vingi vya ndege ili kukabiliana na uhalifu wa kigaidi ukiwamo utekaji nyara. Hayo ni baadhi tu yaliyojiri katika gazeti hili la Jambo Leo katika kurasa zake za ndani. Uhuru ukweli daima, lenyewe laandika orodha ya watumishi hewa ya tuwa serikalini, wapo waliofungwa, waliofariki na watoro kazini. Lakini pia JPM atoa kali ya mwaka apiga msosi wa mchana mgawani Mwanza, atoa ofa ya shilingi laki moja ya soda kwa wananchi, aagiza barabara ya airport Kayenze ifunguliwe. Na kuna picha pia inayomwonyesha rais Dr. John Magufuli. Uh, na mkewe Mama Janet Magufuli na viongozi wa mkoa wa Mwanza wakipata chakula cha mchana katika mgahawa wa Victoria uliopo nje ya uwanja wa ndege wa Mwanza jana akiwa njiani kwenda nyumbani kwake Chato mkoani Geita kwa mapumziko. Lakini pia aliongozana na mea wa manispaa ya Ilemela Renatus si Mulunga, mea wa jiji la Mwanza James Bwire, mkuu wa mkoa wa Mwanza John Mongela, na mwenyekiti wa CCM mkoa Anthony Diallo. Ukiachana na habari hiyo, wabunge waomba sukari iagizwe kutoka nje, ni gazeti la Uhuru Ukweli Daima katika ukurasa wake wa mbele. Kurasa zake za ndani, ukurasa wa tatu, acheni kuwashambulia watumishi wa afya, asema umi, ni habari kutoka Mtwara. Serikali yazifungia ya taasisi mia na tisa wanne waongezwa wa, wa kesi ya kusafirisha tumbili, ni habari kutoka Arusha ongezeni kasi ya kusajili wakimbizi asema Masauni. waliodhulumiwa ardhi kulipwa fidia ni katika ukurasa huu wa tatu. Ukurasa wa nne JPM atoa kali ya mwaka lakini watumishi hewa, ni mwendelezo wa habari kutoka ukurasa wa kwanza. Koltini kwa kutumia jina la waziri mkuu kutapeli Aa. lakini ukurasa wa tano wabunge waomba sukari iagizwe kutoka nje, serikali atakiwa kulipa kuilipa CCM ni habari kutoka uh, Kigoma Dkt Mwakyembe atoa msaada wa viungo bandia, lakini pia Tanzania Kuwaiti zaingia mkataba wa usafiri wa anga. Ni gazeti la Uhuru, ukweli daima. Katika baadhi ya kurasa zake za ndani, Raia Mwema, muungwana ni kitendo, laandika mawaziri wa bunge wanaswa, orodha yao yakamilika. Magufuli amparungu Majaliwa. Ni habari hii inapatikana katika ukurasa wa pili. Lakini Rais Magufuli ajihadhari na watumbua wa majipu wa geresha. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa saba. Punda sasa ikitoweo nchini, supu ya utumbo, maini yake marufuku. Ni habari hiyo kutoka inaendelea katika ukurasa wa nne. Lakini ukiachana habari hiyo, Askofu Kweka azidi kubanwa mgogoro wa ardhi na bintie. Ni gazeti la Raia Mwema Muungwana ni kitendo katika ukurasa wake wa mbele. Kurasa zake za ndani, ukurasa wa tatu laandika askofu Kweka azidi kubanwa mgogoro wa ardhi na bintie. Lakini mawaziri wa bunge wanaswa, huu ni ukurasa wa pili. Shein maalim Seif wakutane haraka, habari hii ni ukurasa pia wa pili. Uh, ukurasa wa nne, rais Magufuli atikisa kanda ya Ziwa. Uh, wakurugenzi wala Pasaka ofisini kukamilisha kazi ni habari kutoka Mwanza, ukurasa wa tano. Ufisadi wa tano ufisadi wafukuta chuo cha ufundi Arusha, azidi kubanwa mgogoro wa ardhi, habari hii inatoka ukurasa wa kwanza, lakini ukurasa wa tatu hadi ukurasa wa tano. Hili ni gazeti la Raia Mwema, Muungwana ni kitendo. Tanzania Daima lenyewe la pambwa na habari naosema, Dkt. Magufuli apata pigo Obama avunja uhusiano, amnyima trilioni moja nukta mbili. Uchaguzi Zanzibar, sheria ya mitandao vya mponza. Hii ni gazeti ya Tanzania Daima. Aliyefungwa miaka 38 afunga ndoa da, lakini atangaza panga la mishahara. Hii gazeti ya Tanzania Daima katika uh, ukurasa wake wa mbele, hayo ndio aliyojiri. kurasa zake za ndani, ukurasa wa pili na watatu ni habari yafata. Uh, watatu ni mwendelezo wa habari inayosema Dr. Magufuli apata pigo, lakini ukurasa wa tatu kuna habari nyingine inayosema Rais ala kwa mama ntilie. Uh, PAC yagundua jipu uh, la bilioni moja nukta tatu. Ukurasa wa nne aliyefunga ndo miaka thelathini na nane miaka 38 aoa da, lakini pia si wefu kukutana Jumamosi mosi. Ukurasa wa tano watangaza panga la mishahara, lakini zito jusa waonya Zanzibar. Ni gazeti la Tanzania Daima katika kurasa zake za ndani. The Citizen lenyewe laandika mpasuko wa tokea katika bajeti ya Tanzania baada ya wafadhili wa Marekani kujiondoa. Hili ni gazeti la The Citizen liloandikwa kwa lugha ya Kiingereza. habari kubwa Ndiyo ambayo kama inavyoonekana katika ukurasa wake wa mbele. Na sasa tuzigeukie kurasa za michezo na burudani katika magazeti haya, nikianza na gazeti la Tanzania Daima lenye laandika ratiba: vipi FA zinatutibulia zina Isiaka safi banda, lakini Azam FC, Yanga viwanjani kesho, kombe la FA. Hii ni gazeti la Tanzania Daima katika ukurasa wake wa michezo. Raia Mwema eti ya faini kwa chadi ni milioni 44 tu ni habari ambayo imeandikwa katika mfumo mm wa mshangao. Lini tutapata maamuzi ya rejareja badala ya maamuzi ya jumla? Ni habari ambayo pia imeandikwa katika mfumo wa swali katika gazeti hili la Raia Mwema katika ukurasa wake wa michezo. Uhuru lenyewe laandika tambwe ya ajilipua Yanga lakini mashabiki waipatano TFF. Ni gazeti la Uhuru katika ukurasa wake wa michezo Jambo Leo bodi ya zitosa Azam FC Yanga lakini Serengeti Boys kujipima kwa Misri Aprili Aprili mbili Yanga sasa kuifungia kazi Ndanda ni gazeti la Jambo Leo katika ukurasa wake wa michezo. Majira, ya gazeti huru la kila siku lenye, laandika Serengeti Boys kuvaana na Misri. Uh, Yanga mguu sawa, ni gazeti la Majira ili katika ukurasa wake wa michezo. Habari Leo gwiji la habari lenye, laandika Yanga kambini bila nyota tisa. Uh, fomu za uongozi ZDFA za doda lakini hatima ya Abdi Banda Simba leo, ni gazeti la Habari Leo, guji la habari katika ukurasa wake wa michezo.